Si busara mzazi wako anatukanwa alafu wewe umetulia tu, sisi amoe. Anatukanwa mzazi, wewe kijana umetulia tu, hasio busara hiyo. Mitandao unatumia tumieni kujibu gilba na udhalilishaji ambao wanapewa viongozi wetu, na mnatumiaje, sio kuwatukana Tunamtaka Samia kwa sababu moja, yale mlioyaeleza hapa ameongeza kuu, ameboresha miundombinu ya kusomea ametuwekea walimu, lakini tukipita tunaona maji, tunaona huduma za afya zimeboreshwa, tunaona barabara, tunaona hata wakulima sasa hivi pembejeo wanapata kwa nusu ya bei, nyingine analipa Dr. Samia Suluhu Hassan. Hayo ndio maneno, yani usimtukane, jibu kwa hoja Kujibu kwa hoja oye, vijana mko tayari kujibu kwa hoja? Msikae kimya, haiwezekani. Msikae kimya hai mtu anasema atakinukisha, alafu vijana tumekaa kimya. Leo niwaambie mimi, pamoja na nini, watoto kati yetu, hakuna mtu mwenye taifa jengine zaidi ya Tanzania. Hili ndio taifa letu, uongo kweli? Tanzania ndio nchi yetu, si tutaenda wapi? Wale wanaotangaza kwamba watakinukisha ni raia wa Ubelgiji, ndio wale wanaohubiri ushoga, wanaotoka mtoto wa kiume akaoe wa kiume na wa kike aolewe na wa kike. Ndio mnachotaka vijana? Hapana, ndio mnachotaka? Hapana, ni wakati wa vijana kusema sasa. Muambieni kwamba hatuna taifa jingine la kwenda sisi, mama yetu ni Tanzania. Tutaendelea kulinda amani kama mlivyosema hapa, nawapongeza sana. Mtaendelea kuhubiri umoja na mshikamano wa taifa letu siku zote, kuhubiri umoja na mshikamano wa taifa letu, kwa sababu nje ya Tanzania hatuna mahali pengine pa kwenda. Sisi wengine ni, ni, yaani ni watu wa familia za kawaida, na vijana wengi mliopo ndivyo mlivyo, tumetoka vijijini Halafu leo anakuja gaidi ambaye hata familia yake haiko hapa, anakuja kuwatupia neno baya la kuhamasisha mkatae umoja na mshikamano, muende kesho kutwa. Wewe utakapopata shida, familia yake iko Ubelgiji, ya wewe utakuwa wapi? sisi e, lakini sio wewe. Wakati unahamasishwa kufanya hilo jambo baya, fikiria mzazi wako yuko wapi? wadogo zako wako wapi? Lakini tukifanya hivyo Tanzania ni nchi ambayo imeteuliwa na Mungu kuwa kimbilio la wakimbizi. Kesho ukifanya hivyo kwa Mungu utajibu nini? Kwa sababu hapa ndio edeniya, ni Mungu wetu. CCM oye! CCM oye! Lakini lingine kubwa kuliko yote, kubwa kuliko yote, ni vijana kuhakikisha kwamba wakati huu wa uchaguzi kuna vijana sehemu kubwa ambao hamkujiandikisha. Zoezi la uandikishaji kwenye mkoa wetu linaanza tena tarehe kumi na sita mwezi huu wa tano na kukamilika tarehe 22 mwezi wa tano, kuboresha daftari na kudumu la wapiga kura, ili uweze kutumia haki yako ya kumchagua kiongozi unayemtaka ambaye sio mwingine ni daftari Samia Suluhu Hassan. Ni lazima uwe umeandikishwa kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Kwa wale ambao mmejiandikisha hongereni, lakini kwa wale ambao bado mlikuwa hamjapata hiyo fursa tarehe kumi na sita hadi tarehe ishirini na mbili ndio kipindi ambacho tumepewa na tume kurejea kuboresha daftari la wapiga kura. Kwa hiyo niwaombe sana na niwasisitize muhakikishe hiyo. Lakini katika mkoa wetu wa Kilimanjaro kuna kazi mbalimbali ambazo zimefanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan ukienda kwenye afya, ukienda kwenye kilimo, ukienda kwenye umeme. Sasa hivi tunahesabu vitongoji vichache, sio vijiji, vitongoji vichache ndio vimebaki kwenye mkoa wetu, havifiki hamsini ambavyo vimebaki, ambapo ndio sasa hivi serikali iko huko ikipambana kuhakikisha kwamba hivyo vitongoji vimepata umeme. Lakini ukienda kwenye sekta ya afya, ukija kwenye sekta ya elimu, wala usiseme nataka niwaambie, ukienda kwenye maji, Daktari Samia Suluhu Hassan ameleta hela nyingi sana kwa ajili ya kumtua mwanamke ndio kichwani. Sasa niwaambie kwa miaka minne ya Daktari Samia Suluhu Hassan, kwenye miradi hiyo yote niliyotaja ya maendeleo ambayo amefanya Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye mkoa wetu ametuletea zaidi ya bilioni sio bilioni, ametuletea zaidi ya trilioni moja nukta mbili za maendeleo katika mkoa huu, hela ambayo tangu tupate uhuru haijapata kutokea. Niwaambie, toka tupate uhuru mpaka elfu mbili na ishirini na moja mwezi watatu aliposhika madaraka mama, hela ambayo tumeletewa Tanzania na ni mkoa wa Kilimanjaro kwa ajili ya miradi mbalimbali ya maendeleo ya mkoa huu Ilikuwa ni milioni mia mbili na ishirini na nane. Sasa milioni mia mbili ishirini na nane ukilinganisha na trilioni moja pointi mbili, ni hela nyingi sana za maendeleo. Piga kelele kwa Samia! <laughs> Ndio maana tunawaomba nyinyi wataalam, wasomi wetu, kwanza mtendee kifua mbele, mjue tunaye rais makini, lakini la pili tunataka Daktari Samia Suluhu Hasan kwenye mkoa wetu wa Kilimanjaro apate kura za kumwagika bila nyinyi vijana wenye nguvu wa CCM kutembea na kwenda kuwaelimisha wananchi kwenye maeneo yote, kwamba mwaka huu tunaingia kwenye uchaguzi. Maana kuna watu wanasema no reform, no election, lakini sisi tunasema uchaguzi tunao na mwezi wa kumi tutapiga kura ya kumchagua daktari Samia kuwachagua wabunge wetu, kuwachagua madiwani wetu, tunao wa viti maalum na wale wa kwenye kata. Tunao tunao uchaguzi, tunao uchaguzi, na hakuna mtu yoyote yule ambaye anaweza kutuzuia. Wamesema hivi tumekosea, sijui wajumbe wa mkutano mkuu wamemchagua mama mapema. Walitaka tumchague lini? Katiba ya CCM hakuna mahali popote kwa iliposema kwamba mgombe wa urais anatakiwa achaguliwe mwezi fulani. Sisi baada ya kusomewa na majaliwa majaliwa, utekelezaji wa ilani, baada ya kusomewa na makamu wa pili wa rais wa Zanzi na utekelezaji wa ilani, tukasema hatuwezi kusubiri wajumbe wa mkutano mkuu elfu moja mia tisa na ishirini na nne kwa kauli moja tukasema tunapiga kura. Mama alikuwa hajui, lakini wenyewe tukajitolea, tukasema tunapiga kura. Kwa hiyo tumemchagua kwa niaba yenu, kazi ambayo vijana mnao na ili muendelee kuboreshewa mahitaji yenu, ni lazima tusimame na Samia, ni lazima tusimame na, na Samia lakini pia nyiye vijana wasomi mna fursa ya kugombea nafasi mbalimbali za uongozi. Tunao udiwani, udiwani wa kata na udiwani wa viti maalum, tunao ubunge, ubunge wa majimbo na ubunge wa viti maalum, lakini tunao ubunge wa umoja wa vijana wenyewe, nafasi kumi na tano. Piga kelele kwa chama cha kelele UWT wana nafasi zao, lakini vijana wana nafasi kumi, wazazi wamepewa nafasi mbili. Sasa watoto wa kike mlioko hapa na mimi nimewaona weni tu, hebu mkajaze fomu kuomba kuteuliwa kuwa wagombea wa ubunge huo. Lakini vijana ambao muda si mrefu mtamaliza mwezi wa sita chuo, na nyinyi pelekeni sisi moyo. Ne, mkajaribu kuchukua fomu. Hamtajuta kwa kuchukua hizo fomu. Mtakuja kuniambia siku moja, najua hamna hela. Lakini kwa wewe kujaza tu fomu, Mungu anaweza akafanya jambo lolote na sisi tumesema waiem rushwa ni adui wa haki, sitatoa wala kupokea rushwa. Kwa hiyo usijali kama unazo hela au hauna hela. Chukua fomu. Mwenyezi Mungu yuko na wewe kwa kuonyesha njia ya kufanya hivi. Sisi moyo. Tunataka vijana wasiwe watizamaji. Kipindi hiki vijana na nyinyi a, ingieni uwanjani, msiwe watizamaji. Huyu hapa mliyemwona mbunge huyu aliyeondoka, na yeye alishakuwa mpaka mwenyekiti wa umoja wa vijana, lakini mwisho mwenyekiti wa UWT. Sasa amethubutu, ninyi msijidharau. Mimi nawaona watu hapa, msijidharau, nendeni mkagombee kwa kwa kikao sio cha kwangu, niendelee kuwakaribisha kwenye kwenye ukumbi ili mweze kufanikiwa. Baada ya kuijua sisi katika mambo yenu, la kwanza unyenyekevu katika nafasi zenu, ni lazima mwe unyenyekevu, usijitutumue. Kabla hujavuka mto, huwezi ukajua nani atakayekuokoa katikati ya mto. Heshimu kila mtu nani na Mwame, na ni nani ambaye atakusaidia? Vijana wengi wanafiti na wakiona cu mtu kwa ajili ya kumpiga esiauti manyongo, hamwezi kufika mwisho wa siku wote. Mtazama kwenye mto ukimwona mtu wanaenda muombee, kila ai uwezi ukaelewa mbele, yeye ndiye atakaye kusemea na ndiye atakaye kuvuta kule juu. La pili huruma, muwe na huruma. Kuna wengine hawana huruma, ni kwa ajili ya haya magumu la tatu utu, tuwe na utu ili mambo yetu yaweze kwenda. La nne nidhamu, lazima uhakikishe mwe na nidhamu. Heshimu viongozi, jifunze kwa waliotangulia. La tano kufanya kazi zenye matokeo. Usifanye kimaigizo, fanya kimatokeo. La sita uwe mbunifu. La saba msiwe wa kujipendekeza, utambulike kwa kazi yako, sio kwa kuchoma watu kwa ajili ya viongozi na kwenda kupiga shoti wenzio, ukajua ndio utapendwa zaidi. Mwisho wa siku utapewa kazi wewe, utashindwa miezi yes, sita ya kwanza. Rais Dr. Samia Suluhu Hasan amefanya uwekezaji ulikuwa chini ya asilimia mia nne ukafikia dola bilioni tatu toka dola mia tano na kumi, ni karibu mara sita zaidi ya ule utangulizi uliopita. Kidumu chama cha mapinduzi! Hayo, tuna nafasi ya kumsemea na kumtetea wakati wote, mchana na usiku, Dr Samia Suluhu Hassan. Iwe jua iwe mvua iwe kiangazi iwe masika, tasimama na mama Samia Suluhu Hassan, watalinda amani ya taifa letu na kushiriki uchaguzi mkuu kikamilifu.